Vita mwili msho, pesa ni ndoto, maisha magumu, marafiki yani, leo nimeamka sina ngufu, sina pesa, sina chochote, sina mpango, lakini nimeamka ama. Hii ndo inaitwa baraka jamani.

Lakini story wangu, wacha story mtu wangu yani, watatu wametoroka maziwajianlipa hata chuma aje sasa. Mwanangu mwingine wa mwisho sasa, we nimetoka kubeba sahii, hmm. wacha tu yani, hata boda yenyewe ina njaa, hakuna kitu nahani basi wakuja hapa mwanangu, basi unipe mchongo ni ah, dunia hii yetu ya sietu aa, oh, dunia na nawenyewe lakini. Yani mwanangu, mm, nimerudi bila hata chuma hata bobu, maze sina hata chuma, zero kabisa. Kabisa, zero kabisa, kabisa. Kini tushukuru tuko hai. Uhai bila heshima, mazeni mateso. Juma, acha nikwambie. Hakuna uhai hapo. Yeah. Maisha ya songi

namdia huu mwezi tunangoja, namdio talipo mwezi ujao hakuna, nasubiri tu sasa. Kumbe huyo nashika zee chamaniana bwana. Wap stori ba, uh -huh. Si mwezi si jana hivi, mm. Kaitiwa kazi mwanangu, kaidiwa bonge bonge la dudu, lakini naona hii ni ng'ombe wa maskini eh, eh? E maskini, tulia wewe, tulia eh? uh -huh. Bonge bonge la kazi yaani uh -huh. Mwanangu anafanya kazi deal deal state, kuna dili. dili bana uh -huh lakini sasa si jana basi, natokea huko naenda ofisini, nauliza vipi mchongo. Mwanangu anidungisha chini, eti mara siju bajeti aisomi. Nilijua tu ng'ombe maskini, lakini babu ana heri wewe, mimi mapenzi yamekata. Chana mapenzi? Mapenzi wewe? wewe kijana na mdogo? Yaani, kuna msichana alikuwa ananipenda, alikuwa ameniahidi mwanangu Ah, mm. Lakini sasa mchana yeah, sai amesema an, ananipenda lakini anaolewa na mtu mwenye mwenye gari, mazi imenyuma, imen touch. Imen touch. Pole kijana, pole. Yani, haya maisha. Yani, maisha haya, kupenda moyo yeti. Tafuta hela. Tafuta nini? Tafuta ni hela. Yani, maisha haya bila hela kila mtu atakutoroka. Yani, familia yako itakana. Babu, sasa wazungumzia mambo gani, hela zenyewe zinapatikana wapi babu? Baridi. Yaani huku natafuta hela. Sasa wewe mimi nakwambia wewe babu. Mm. Ukitafuta babu hazipo wewe anasema ananipenda lakini amefuata mtu mwenye gari. Sasa shida ni kwamba, unajua unaangalia wewe hauna hela. Kama pesa kama pesa naleta warembo. Sasa uko na hela

tafuteni hela, hela ndo kila kitu hmm. mimi vinaenda hivi maisha yangu sasa hivi mafupi sana hivi, karibu ah, ah, ah, ah, uh. uh. oh, uh, na labda hata mnazanda kwambia, ah ule babu wenu ajiweni, yule kaka juzi. Babu wende mali, tunateseka wote babu. Uko na mali unaenda hapa, akuna maali unaenda hapa, maana kucha moto utakiona na kwambia, babu, maisha yangu mimi anaelekea mbali sasa hivi, mbali sana. Ninyi bado uko karibu na miaka ishirini mbali wapi, babu tuko hapa unaweza kuwa sai una maisha, una miaka mingi, hata mwaka mmoja. Unaweza kuam ukatafuta warembo ukatafuta pia mpenzi, kwa na bibi na watoto babu, lakini nawe pia usife mooyochatu huyu babu, maisha ne ya kugonga mwanangu. Hmm. Wana, ukiona wanaume anacheka babu, ukiona mwanaume anacheka wewe Juma hujua hmm. Mfukoni amna kitu mwanangu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hmm. <ni> <laughs> sasa <laughs> sisi leo tufike kwa kicheko jamaniijan. Sisi kicheko ni dawa, uh, maskini mm -hmm. hmm. Lakini tajiri wao wauenda hospitali kini, sisi masikini wao tunatumia ucheshi, hiyo ndo dawa yetu. Lakini mzee, umeishi sana hivi, kweli kuna siku maisha shikwa mazuri kweli hmm? Hapana, maisha nakuwa mzuri, lakini mi kua nategemea kesho yangu itakuwa sawa, itakuwa sawa na kama hii kesho haitabadilika, sisi tuisubiri kesho, tuhakishe sisi sote tunaingojea. Leo haina uhuru, lakini kesho bado ni ahadi. Kesho nitainuka juu, kesho kesho, sitapoteza imani. Ah, kesho natumaini, kesho.